Serikali mkoani Mtwara imejenga mradi wa maji wenye thamani ya shilingi milioni 816, mradi ambao unatarajiwa kuhudumia zaidi ya watu elfu tisa. Mradi huo unaotekelezwa na serikali kupitia wakala wa maji na usafi wa mazingira Vijijini RUWASA utahudumia vijiji vinne katika wilaya ya Mtwara Vijijini. Wanawake katika eneo hilo wameeleza kuwa wamekuwa katika hatari mbalimbali ikiwemo kung'atwa na no wadudu kwa kuwa wamekuwa wakitembea usiku kusaka maji. Cha kwanza tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea huyu mradi wa kumtua mama ndoo kichwani, kwa sababu tulikuwa na adha kubwa sana. Tulikuwa usiku wa manane tunaamka, tunaenda bwawani kusugilia maji. Kwa maana hiyo, baada ya kusikia kwamba mama analeta mradi wa kumtua mama ndoo kichwani tunamshukuru sana kwa tena, hiyo ni faraja kubwa kwetu, kwa wananchi wakate na nguvu. Sisi wanawake tutakuwa mabalozi kulinda huu mradi kwa nyanja zote, kwa sababu ni jukumu letu, kwa sababu hii yaza tulikuwa tunaipata sisi kinamama. Nashukuru kupokea huu mradi amtuacha kwa, kwa adhabu ambayo tulikuwa tunaipata wanawake wananguuwe, ni changamoto sana. Unadamka usiku unaenda kupata maji, lakini kule unakutana mambo mengine ambayo ya, ya, ya changamoto. Unaweza ukakutana na wadudu wa chini, kwa sababu ni usiku ambao unatembea. Lakini baada ya kutuletea huu mradi tunashukuru, kwa sababu hatuna muda wa kuamka usiku kwenda kutafuta maji mabwawani. Akiweka juu la msingi wa ujenzi huo, katibu tawala wa wilaya ya Mtwara mwingi Ahmed amewataka kina mama na wasichana kuwa mabalozi katika kutunza mradi huo ili kupata huduma endelevu ya maji safi na salama. Kama nilivyosema awali, azma yake ni kumtua mama ndoo kichwani. Sasa tunakwenda kuhudumiwa wakazi wa Nanguruwe ambao watakuwa na takwimu ya takribani watu elfu nane mia saba na thelathini. Mheshimiwa diwani amezungumza katika maelezo yake, hawa si pekee tutakaokuwa tunapata huduma hii. Upatikanaji wa huduma ya maji nzuri kwa maeneo yetu pia itavutia wawekezaji. Wapo wawekezaji ambao watavutiwa na upatikanaji wa huduma ya umeme, upatikanaji wa huduma ya maji, usalama wa maeneo yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, unapokamilika mradi huu basi, utafungua fursa nyingi za kimaendeleo, hususan katika nyanja ya uwekezaji. Naomba niwaombe ndugu zangu RUWASA, tumejiwekea muda, na tunapozungumza maendeleo, muda nao ni kipengele cha maendeleo. Tumemsikia mheshimiwa mwenyekiti amezungumza kwa nia na dhamira ya kutaka kuona mradi huu unahudumia wananchi. Kaimu meneja wilaya ya Mtwara Abdulaziz Hemedi akataja sifa za mradi huo 3 unatarajiwa kukamilika tarehe 28 nane mwezi wa tano tano. Mradi huu una, unahudumia jumla ya vijiji vinne, kijiji cha Nangurue, Ngorongoro na Mayakata, barabarani na Mtemba. Mradi una, una huu unatarajiwa kuhudumia wananchi wapatao elfu nane mia saba na thelathini ambao wapo katika kata hii. Mradi huu na thamani ya shilingi milioni 816. una thamani, 3, 6, 6, 6 za utekelezaji wa mpaka sasa tunapokea kiasi cha shilingi nne na senti sita. Tunashukuru sana serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania imetia fedha kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Kwa niaba ya Anne Robi, mimi ni Zaituni Mkwama.